lakini mtu akitaka kula akili yako anasema, eh, deni limekuwa kubwa Tanzania limekopwa leo lote <laughs> kwa hiyo amefanya mambo mengi sana daraja lile la, la Busisi, mwisho wa mwezi unaokuja wanne roli zitaanza kupita juu ya lile daraja, liko asilimia tisini na tisa na sisi tunaoishi huku tutafaidi, au sio?